Unajua kitu kimoja ambacho ningependa sana watu wafahamu. Kwanza kabisa, swala la huyu dani huyu dada si alima hata sikuwa, sikuwa nilijua kabisa. Nililiongea siku moja tu kama mfano, baada ya kuwa nimehojiwa kuhusu kupotea kwa wasanii aina ya Saida Karoli koo, nilizungumza kwamba Saida anakosa ile promotion wanaopata watu kama huyu Vanessa Mdee. Si nene ya Vanessa Mdee sio alima sore kwa si kuwa na maana kwamba ni jambo kubwa la kulinadi. Sema, sisi kama Watanzania sana sana, vyombo vya habari, ndio maana nafikiri hata Magufuli anakuwa anapinga sana vyombo vya habari vya kwetu, hata Trump havipendi, kwa sababu jambo dogo vinalikuza linakuwa vile jambo kubwa lisiokuwa la kawaida, kwa sababu kitu ambacho hakipo. Mi nadhani kwa namna ya kipekee nilizungumza kwamba kipaji cha Saida Karoli ni kipaji kikubwa sana sana ukifananisha na vipaji vya wasanii wengine, lakini leo hayupo kwenye game. Lakini sikumaanisha kwamba ni mimi labda nina mindi anavyofanya huyu Vanessa Mdee labda alafu, kuna mtu kama Jide ambaye analazimishwa kuingizwa kwenye hii mada kama ni mhusika. Mimi Jide namheshimu, namkubali sana kupita kiasi, na naamini anaweza sana, japo bado nakiri kwamba ni uwezo wa Saida Karoli upo juu yake, japo Jide pia naye ni mzuri, lakini na pia naye alipata sapoti kubwa ya promotion wakati wake. Lakini pia kuhusu swala la huyu binti Vanessa, simaanishi kwamba mimi ndio mtu ambaye ana maindi au labda anamuona kwamba anafanya kitu gani sawa sawa. Nilimtaja kama mfano wa miongoni mwa wasanii ambao sio kivile lakini promotion imewaweka nafasi ambao hawakupaswa kuwa wao, kutakiwa wengine wawepo pale. Hata sasa ile libidi hawepo sehemu kama hiyo, lakini hakufika kwa sababu kupata nafasi kubwa promotion. Lakini sasa imekuwa ni mada, ni kitu ambacho hapa ni sentence imekuwa ya kushtusha. Kwa nini watu waheshimu maoni ya mtu mwingine? Ni maoni yangu tu, of course mimi nikimwangalia vile nasema, Mdee nikimwona anavyoimba naona kama anavyoimba Beyonce, kama anavyoimba Rihanna. Simtazami kama msanii wa Kiafrika ambao atakiwa awe lakini si kwamba mimi kitu kama hicho kinaniumiza baba, namfatilia sana ubinti, of course ninamna ni kitu ni, ni tofauti sana kwao. Inafikia hali ambao watu wanashikilia bango kama naoneaa kama vile mimi baba niko mbiza mna naisho ya huyu dada, wakati niliongea sentesi ndogo tu siku moja, na nilishasahau lakini baadaye akaja mwandishi aaeaanakuja anakuwa hakuonyi kitu kingine cha maana anakuoja bari hiyo hiyo tua i nadhani bado hii inazidi kunipa wasiwasi kwamba huenda bado ni ajenda ya kumpandisha chati huyu binti, kwa sababu sio ajenda ninaongelea mimi. Mimi naongelea uwezo wa Saida Karoli binafsi na wasanii wengine, sio huyu peke yake tu, japo huyu namchukua kama mfano wa wasanii ambao wako kwenye levu ambazo hawakupaswa kuwa kirahisi namna hii, kwa sababu bado ukisikia mziki wake ni mziki wa kawaida, wa kibiosi bionzo, wa kiulaya ulaya, sio mziki wa hapa kwetu. Kwa hiyo sidhani kama mimi nina tatizo na huyu binti, au ninamfuatilia sana ubinti, au ninamjua sana ubinti. Nilimtolea kama mfano mdogo tu, lakini ndio shida vyombo uh, vyetu vya habari vinajaribu kuangala ile engo ambao ni ndogo kuifanya hiwe kubwa. Kwa mimi nafikiri nayo na sababu ni ni mojawapo ya mbinu za kumpaisha ubinti kupitia mdomo wangu, lakini mimi sidhani kama ubinti nimemwongelea kwa kiasi kikubwa. Sasa mimi naamini kwamba wako wenye vipaji vikubwa kuliko yeye kwa mbali kama Kenalina wana uwezo sana kuliko ubinti, ndio mfano mwingine, JD anaweza sana kuliko ubinti na wako wengine ambao wengi wengi wengi wanaweza kuliko yeye lakini nafasi anayopewa yeye sio ambao anastahili kuwa. Sasa matukio yake yanakuwa kila siku ni habari tu ya Vanessa, Vanessa. Inaonekana kama mimi yuko mdomoni mwangu sana mpaka na yeye anaanza kujisikia mimi namuongelea sana yeye, lakini naomba nimwambie kitu kimoja kwamba sio sehemu ya watu ambao wanaweza kwa discuss mimi, isipokuwa nimetoa mfano hai kama mwanamuziki mkubwa kama mfano wa Rams inayotokea mimi, mwanamuziki wa Tanzania ni kwamba yeye yupo katika tuni ya Kimarekani zaidi na Kimagharibi, sio tuni ya Kitanzania lakini anapelekwa yeye sipo lipostahili awepo. Kwa hiyo ni hivyo tu. Sidhani kama kuna jambo lingine kwa sijui kwa nini waandishi bado tunakuwa tunapenda kufatilia vitu vidogo. Niliongea mambo mengi mengi ya msingi kuhusu mziki, lakini jambo la Vanessa limekuwa ndo, Vanesa, Vanessa, Vanessa. No, naomba niweke wazi kwamba sio mpenzi wa mziki wa Vanessa Mdee mii binafsi kwanza, lakini pia napo usikia, naona kama naona namwona Rihanna, namuona Beyonce, siuoni uafrika upo, ndo mada yangu ilikuwa iko hapo basi.